Zina naanzia kwenye macho na yuko mmoja alizungumza, mpaka mtu afikie kuzini. Nambari moja, linaanza na jicho, an-nadhratu al-masmuma. Yeye mwenyewe akasema ni jicho lenye sumu, fatabassumun fa salamun fa kalamun fa mawidun falika. Sema mambo sita, mpaka mtu afikie katika uzinifu. Kwanza, jicho lenye sumu

ni maana usimtazami mwanamke zaidi ya mara moja, fa inna laka lula wa laisat laka lahira. Kwa sababu lile la kwanza hauna dhambi, inakuwa ni bakhti mbaya, umemtazama pasina kukusudia. Baada ya kutazama jicho la kwanza, jicho linapeleka katika brand, brand inakwambia nimeona kitu Ukitazama mara ya pili, mtume anasema kalamu ya madhambi inaanza kuandika. Tukijiweka sisi tukijitosa kimasomaso, kukaa katika vikao vya barabarani, basi tujue kwamba hilo la kwanza linatuhusu, na kama tutakuwa hatuwezi kulizingatia, kikao cha barabara kitakuwa si nafasi yake.